Katika shule yetu tumekuwa na lengo kuu la kujenga hosteli. Kwa nini tumejenga tunajenga hosteli? Ni kwa sababu wanafunzi wanapitia changamoto nyingi, hasa wanafunzi wa kike ambao wanatoka umbali mrefu kutoka shule ya sekondari Bugalama. Wapo wanafunzi ambao wanaishi katika mazingira ambayo si mazuri sana, mazingira ya mbali. Kwa hiyo tumeona tuanzishe utaratibu wa kujenga hosteli ili wanafunzi hawa waweze kuishi hapa. Wanafunzi hawa wamekuwa wakikutana na changamoto nyingi ambazo zimepelekea wengine kuacha masomo na wengine kubadilika tabia zao na mwisho wa siku kuto kufanya vizuri kwenye masomo yao. Kwa leo tumewaita wadau mbalimbali kwa ajili ya kuchangia simenti na kuchangia tofali ili tuweze kunyanyua ukuta kwa ajili ya hostel. Shule ya sekondari Bugalama ni shule ya kata ambayo imeunda na vijiji vinne. Vijiji vitatu viko mbali dogo na kijiji cha Bugalama. Kama kilomita 4 zingine 10, zingine hadi kilomita 11. Kwa mfano, kijiji cha Lwenge ni kilomita 11. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata hii hostel, imekuwa mkombozi hata kwa watoto wa kike ambao wanapata changamoto nyingi sana. Mmoja wapo changamoto ni umbali kutoka huko alipokuja hapo shuleni. Ya pili, changamoto za njiani, hata wengi walikuwa wanaangukia kwenye mapenzi katika umri mdogo, na wengine wanakata tamaa hata katika masomo kwa sababu ilo umbali wa kwenda na kurudi. Kwa kweli ni changamoto. Nyingine ambayo ilikuwa ni sugu ni wabu wa chakula, na kuja asubuhi wanakaa mpaka jioni bila kula. Mimi ni mwanafunzi ambaye nimehitimu hapa 2019. Sisi kama wanafunzi tumeamua kutoa vitanda kwa ajili ya kuwasaidia wadogo zetu, kwa sababu sisi mazingira ambayo tumesomea ni mazingira magumu, tulipambana, lakini tumeona ni bora zaidi wadogo zetu wakae hosteli, ili kuweza kuwarahisishia kwenye masomo yao. Kwa mfano muda wa usiku, wanapata muda mzuri kwa ajili ya kujisomea, lakini pia wakiwa karibu na walimu Wana, wanakuwa na uwezo mzuri wa kuweza kupata muda wa kutosha kwa ajili ya kujifunza.